Habari za leo watazamaji wangu popote mlipo. Karibu sana kwenye Nuhu Online TV, mahali pekee unapopata habari za ukweli, za kina na zisizochakachuliwa. Leo tuna taarifa nzito, kali na ya kushangaza. Serikali ya Tanzania imefuta rasmi usajili wa Kanisa la Ufufuo na Uzima linaloongozwa na Askofu Josephat Gwajima. Nini hasa kimejiri? Je, ni kweli kanisa limefungwa? Gwajima anasema nini? Na je, hili lina maana gani kwa waumini zaidi ya elfu kumi nchini kote? Twende pamoja hadi mwisho wa video hii. Kwanza kabisa, tuanze na taarifa rasmi kutoka kwa msajili wa jumuiya za kiraia, Bwana Emmanuel Kihampa ametangaza kufutwa kwa usajili wa Kanisa la Ufufuo na Uzima kwa madai kuwa limekuwa likijihusisha na shughuli za kisiasa kupitia mahubiri, jambo ambalo ni kinyume na sheria ya jumuiya ya kijamii ya mwaka 2002, sura ya 337. Amesema nana nukuu, kanisa hili limekuwa likitoa mafundisho yenye mwelekeo wa kisiasa yanaweza kusababisha uchochezi na kuathiri utulivu wa nchi, mwisho wa kunukuu. Kwa mujibu wa sheria, hili ni kosa kubwa sana na ndiyo msingi wa hatua hii ya kipekee ya serikali kulifuta usajili wa kanisa hilo. Watazamaji wangu, hali kanisani Ubungo imekuwa tete. Polisi wamezingira eneo la kanisa na gari la maji ya kuwasha limewekwa tayari kwa lolote litakalotokea. Askari zaidi ya ishirini walionekana wakilinda eneo hilo kwa uangalifu mkubwa. Hii ni ishara kuwa serikali haiko tayari kuona kanisa hili linaendelea kufanya shughuli zozote kabla ya suala hili kufikia tamati kisheria. Lakini swali kuu ni je, waumini wanasemaje? Wapo wanaoamini kuwa hili ni jaribio la kuidhibiti sauti ya kiroho ambayo imekuwa na ushawishi mkubwa kwa jamii, hasa vijana. Na sasa twende kwa Askofu Gwajima mwenyewe Kupitia mkutano wake na waandishi wa habari amesema kwa msisitizo kuwa hakuna mtu yoyote anayeweza kufunga kanisa la Mungu. Amedai kuwa taarifa ya serikali ni ya uzushi na inalenga kumchafua. Amesema nana nukuu, makanisa yangu zaidi ya elfu mbili yanaendelea na ibada kama kawaida huu ni mkakati wa kunyamazisha sauti ya kweli, hatuogopi, tutaendelea na huduma, mwisho wa kunukuu. Gwajima pia amewataka wafuasi wake kuwa watulivu, kuendelea kumwombea na kuwaamini kuwa ukweli utashinda. Tulizungumza na baadhi ya wananchi na wafuasi wake wengine. Hasa wakosoaji wake wanadai kuwa alikuwa anavuka mipaka ya dini na kuingia kwenye siasa kwa namna isiyofaa. Kwa hiyo swali linabaki ni wapi tunaweka mstari kati ya dini na siasa? Je, mtu wa dini hawezi kutoa maoni ya kijamii au kisiasa au kuna sheria zinazozuia kabisa? Kama Nuhu Online TV tunazama kwa undani zaidi. Je, hatua hii ya serikali ni halali kisheria? Ndiyo, kwa mujibu wa sheria ya jumuiya za kiraia usajili unaweza kufutwa ikiwa taasisi inakiuka masharti ya usajili. Lakini pia, huu ni mtihani mkubwa kwa uhuru wa ibada nchini tunapofikia hatua ya serikali kufunga makanisa ni lazima kuwe na uthibitisho wa kutosha kwamba kanisa hilo kweli linahatarisha usalama wa taifa. Vinginevyo, hatua hiyo huweza kuchukuliwa kama ya kidikteta. Swali ni je, hili ni suala la kisheria pekee au lina sura ya kisiasa ndani yake? Watazamaji wangu wapendwa, hili ni suala zito sana linalogusa dini, siasa na haki ya uhuru wa kuabudu. Tuambie kwenye comment, unadhani serikali imechukua hatua sahihi au hii ni njia ya kumkomoa mtu mwenye ushawishi mkubwa kwa jamii? Kama umevutiwa na uchambuzi huu wa kina, usisahau subscribe, like na bonyeza kengele ya notification ili usikose taarifa nyingine kama hii kutoka kwangu, Nuhu Online TV, sauti ya mabadiliko.